Zibo. Umefanya maamuzi sahihi sana kuondoka. La sivyo, tulikuwa tunaelekea kukupoteza. Wewe ni nani? Na umejuaje kama tunaondoka? Jana <laughs> <laughs> e, usiku kulikuwa kuna kikao kikubwa sana cha kuwahusu nyie. Ningependa kukushauri. Hii safari kwa leo msiende, maana ni mbaya sana kwenu. Mgeenda kesho. Naomba uniweke wazi, bado sijakuelewa. Ni kitu sija gani ambacho unamaanisha? Kizibo, umepatwa na nini? Mbona unapiga kelele? Shida nini? Haya, tuachana hayo. Tuendelee na safari yetu. Twende. Hivi unanichukulia sina akili? Unaniona hamnazo? Inawezekana vipi, mwanamke wa mtu unapokea simu hii, unapokea simu hii, unapokea simu A, unapokea simu B? Unaniona mimi pungwani, si ndio? Sijitambui au siku hizi za wao zimezidi, si ndio? heshima kunu Wewe kwanza, unapata gani ujasiri wa kuinua hiyo sauti yako juu na kuongea na mimi hivyo eh? Hapa ndani ulipo, unatumia nyumba yangu, kila kitu cha kwangu mimi, hata hapo sofa uliyokalia langu, alafu unapata ujasiri wa kuinua hiyo sauti yako juu eh? na kitu kingine usichokijua, unanina mimi natonguza huko mtaani na wanaume karibu elfu tatu nzima Wote hawa wananihitaji mimi, lakini wewe mwenye bahati hadi unakuwa na mimi hapo, unanipazia sauti. Sinde samani, tufanye nimekosea mimi, lakini ujue, mpaka sasa mimi kuna kitu kinanichanganya sana akili. Mtaani hapa kaliki, kila mtu ameshajua kuhusu siri yetu. Kibaya zaidi, watu wanajua kwamba mimi nitaka kumtoa sadaka ndugu yangu. Sasa sielewi cha kufanya. Cha kwanza, mganga anatakiwa afi mara moja. na kama vile unazidi kunichanganya. Tuseme mganga, sawa, inawezekana. Na vipi kuhusu hawa watu wengine ambao unajua siri na yenyewe kwamba wavyi. Alafu, Naomba nikuulize kitu, kuna siri gani kati yako wewe na mganga? Kwa sababu siku ile nimekuambia twende kwa mganga ulikataa kata katakata, na ukadai kwamba niende mimi mwenyewe. Sasa sijajua kati yako wewe na mganga kuna nini kinachoendelea, alafu naona umeshaanza. Na na naona umeshaanza Acha kuniuliza maswali yako ipumba pumbavu, sijui unanielewa? Toka kanaendelea, maji akoga, anakula gule, analala gule, kila kitu. Halafu hapo anaanza kuja unaniambia maswali yako kipumbavu. Kawia sana. Maana nimekusubiri. Samani, dada. Unazungumza na mimi? Au kuna mtu mwingine ambaye unazungumza naye? Kwani hapa tupo wangapi? Situpo mimi na wewe lakini mimi navyokumbuka siku ya leo, sina miadi na mtu yoyote yule ya kukutana. Labda nikuulize, we unanijua mimi? Sio kukujua tu, tunajuana. Sawa, tusitande marefu yasiyokuwa na nja. Una shida gani? Shida yangu mimi, kwa nini unaruhusu nyota yako kutumia yule mwanamke? Maana utajiri ule wote aliyokuwepo nao anatumia nyota yako. Kama unataka kujua zaidi, nifuate. Ah, ah, ah, tubili kwanza, kwani hiyo safari bado ndefu sana. Maana hapa nilipo nimechoka na nimebanwa na kiu. Tunapozungumza hapa, ndo tupo nusu ya safari. Kufika mwisho wa safari yetu, kitu tunachokuomba jikaze, ili tuweze kufika tunapokwenda. Hebu tuende kizibo. Sasa kama ulijua safari ni ndefu kiasi hiki kwa nini baada ya kushuka stendi tusingechukua bodaboda na inaonekana njia inapitika kabisa kuliko kutembea kwa mguu? Kitu ambacho hujui, nilipata maelekezo kwamba tukisha shuka kwenye basi hatutakiwi kupanda gari jingine au chombo chochote cha moto ikiwemo pikipiki. Ningewezaje mimi kuchukua pikipiki wakati tayari nimepewa maelekezo? Au nataka tuharibu ili baadaye tuanze kulaumiana tena? He, kuna kitu nimekumbuka. Mdada ambao menikuta pale napiga kelele, kuna mdada alinitokea na kunieleza kwamba siku ya leo si siku mzuri kwetu kusafiri, hivyo wameshauri tungesafiri kesho. Huyo mdada unamfahamu, labda jina lake au hata sura yake? Ulishawahi kumwona pale kijijini? Hapana, sijawahi kumwona pale kijijini, na ni sura ngeni kabisa machoni mwangu, na inavyoonekana sio mtu wa kawaida kabisa. Sasa sikiliza, nikwambie, hao ndo wachawi wenyewe, lengo lao kukwamisha mambo ya watu. Wala usimfikirie, tuendelee na safari tufike mwisho, ili tuweze kutatua tatizo ambalo linatukabili. Hebu tuandikizie tumepita hapa sasa hivi hatujamwona huyu mwanamke. Halafu mbona nakuita jina lako tena kwa usahihi? Unamfahamu? Ndio. Huyu ndio yule dada ambaye nimekwambia amenitokea pale njiani na kusema kwamba hii safari yetu tuiahirishe, twende kesho. Ila ngoja nikamsikilize, wenda akawa na jambo la umuhimu la kutusaidia. Wewe Kizibo, inakuwaje? Unamwamini mtu kiasarasara kiasi hichi umekutanee kijijini wakati tunasafiri tumefika mjini, tunakuta naye tena kwenye mazingira ya kutatanisha halafu nataka kurudi kwenda kumsikiliza. Unaenda kumsikiliza kitu gani? Kizibo, nisikilize. Kizibo, hao ndo wachawi wenyewe, kazi yao kuharibu mambo ya watu yasiende vizuri. Unaenda kumsikiliza nini? Hebu tuondoke bwana, twende. Siku zote wahenga wanasema, asiyesikia la mkuu huvunjika guu. Na sizani ya safari yenu kama mtafika salama.